Kundi lilofuata sasa ni kundi la makomando. Hawa yena hawa wataanza onyesho lao kwa kutoa salamu ya heshima mbele yako na tonyesha onyesho namna ya kupambana na maadui kwa kutumia singe na mikono, hasa wakati ambao risasi zimewaishia. Hawa wanakuja mbele yako, mheshimiwa, ni rasmi akutoa salamu ya heshima kwako ili waweze kuanza onyesho lao. Hao oh, ni vijana makomando wazalendo kabisa, ni hazina kubwa kwa nchi Tanzania. Tushangilie siduke apeshiavijana hawa kiduka tatu vijana hawa tushangilie, asante hiyo

Mambo ni mazuri kiongozi, wawani msichana wakawavu kabisa, hazinakataifati mheshimiwa mgeni rasmi watoka sabia na hawa, mara baada ya kuzonyesho lao, wakiwa wamempaliza kabisa adui katika uwanja wa vita. Mheshimiwa mgeni rasmi, kundi lingine la makomando linakuja sasa. Makomando hawa watakutana kikwazo ili kuweza kumsogelea adui na kiongozi kundi ilo, pia kama daida ni msichana kama sauti yake ninavyoisikia, wakina mama oye, kiongozi ni msichana. Sasa nakutana na kikwazo. namna gani ni kikwazo, mheshimiwa, anaruka vikwazo vizuri kabisa. Makofi na ushangilie vijana na hawa makomando hazina kubwa ya taifa miaka ijayo, mheshimiwa mgeni rasmi. Mambo yanapatikana mkoa wa Mbeya katika uwanja wa Sokoine katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2025 jijini Mbeya, mheshimiwa mgeni rasmi. Na hadi hapo ndio mwisho onyesho vijana hao wa makomando, vijana wa halaiki, watu wa heshima kwako. Tobo pokea heshima yao, mheshimiwa mgeni rasmi, tayari mwisho, mheshimiwa kamilika. Asante sana vijana wa makomando, asante sana. Wakitoka namna hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, bado vijana hawa wanaendelea na maonyesho yao, tukinapata sasa ni kutamka matamko ya mkoa wa Mbeya, na mwenge huru unaonekana huko mkoa wa Mbeya tayari. Kabla ya kuonekana ramani ya mkoa wa Mbeya. Na huo ni mwenge ukiwa na ng'ara na meremeta.